Damu za Watanzania ni aula, ni bora zaidi kuliko siasa zenu. Siasa zenu zisifikie hatua kumwagika damu za Watanzania, kwa sababu wako baadhi ya wanasiasa wanatumia majukwaa majukwaa yao kunadi uvunjifu wa amani, ili damu ya Watanzania imwagike dhulman wa uduwana, kwa masilahi yao binafsi. Haya ni maslahi binafsi. Mtu anasimama ananadi kwamba watu tusikubali, hii ni dhuluma. Kumbe mtu huyo anapigania tumbo lake, anapigania madaraka. Akishapata hicho kiti akaketi hapo, hata kukumbuka wewe uliyoandamana, hatakuwa na mpango na wewe, bali siku utakapoandamana hali ya kuwa yeye ni kiongozi, atakutandika marungu, atakuwa dhidi yako. Ndio ujue ya kwamba hao wanatafuta kwa ajili ya maslahi ya matumbo yao. Sasa isifikie hatua nyinyi wanasiasa, baadhi yenu msitumie siasa ikafikia hatua kuvunja amani ya Tanzania, ikafikia hatua damu za Watanzania zikamwagika. Kwa sababu damu ya Mtanzania ni bora zaidi kuliko siasa, ni bora zaidi kuliko matumbo yenu. Muogopeni Mola wenu aliyokuumbeni, na mjue ya kwamba ipo siku mtarudishwa kwake yeye na mtakwenda kuadhibiwa kwa haya ambayo mnayoyafanya kuwadhulumu wa Tanzania.